Mwanamke wa kiwango ili kuwa the formidable woman chakwa, yani kitu kikubwa kabisa ambacho unatakiwa kuwa nacho ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mtakatifu na utendaji wake ni Roho Mtakatifu na utendaji wake, tunatakiwa labda tumelala kwa sababu akifahamu utendaji wa Roho Mtakatifu katika utumishi wetu hatufahamu labda tunatakiwa kutembea vipi na Roho Mtakatifu, au labda hatuna huyo Roho Mtakatifu, au hatumfahamu Roho Mtakatifu ni nani. Ana mwenye Roho Mtakatifu anaweza akaona mbali zaidi. Mwanamke mwenye Roho Mtakatifu anayeongozwa na Roho Mtakatifu katika familia anaona hata mambo yajayo, anajua kabisa Roho Mtakatifu ni Mungu ndani yetu, na kila tunachokifikiria kila tunachokiwaza kila tunachokitenda Roho Mtakatifu anajua. Bwana Yesu. Roho Mtakatifu ni wa milele. Roho Mtakatifu hana ukomo. Roho Mtakatifu ana... sisi ndio ambao tunamwekea Roho Mtakatifu mipaka, sisi ndio tunamwekea Roho Mtakatifu mipaka, lakini kwa jinsi ambavyo tunatembea na Roho Mtakatifu ndivyo anavyoongeza, anavyotuongezea nguvu au kukua ndani yetu. Bwana Yesu asiwe. Kwa jinsi ambavyo tunatembea naye, kwa jinsi ambavyo tunafanya kazi naye, ukimshirikisha Mungu katika kazi yako ukimshirikisha Mungu katika huduma yako unayoifanya katika biashara yako unayoifanya, Roho Mtakatifu atakukuza, atakupandisha, atakuwa anaongeza thamani yako, atakuwa anaongeza kiwango chako katika huduma yako, katika biashara yako, katika kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba upendo wa Mungu Baba na ushirika upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo kama tusipomshirikisha Roho Mtakatifu ndani yetu haviwezi kufanya kazi wala hatuwezi kupata matokeo ya Roho Mtakatifu ambaye tunaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupokea kitu kwa maumivu, unaweza ukapokea kitu kwa mkikakusababishia maumivu hadi ukaumwa Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu, Roho Mtakatifu anatusaidia kumudu zile hisia zetu.